Niwaombe sana walimu, endeleeni kuwapenda watoto hawa, endeleeni kuwalea watoto hawa katika misingi ya maadili mema, lakini endeleeni kuwalea watoto hawa katika misingi ambayo itampendeza Mwenyezi Mungu, kwa maana kila mmoja aweze kuamini na kushika nguzo ya Mwenyezi Mungu, ili kusudi tuwe na kizazi bora cha hapo baadaye. Nataka niwahakikishie kwamba Dkt. Samia Suluhu Hassan anawapenda sana, nasi tunampenda lakini Dokta Samia Suluhu Hassan anawathamini sana na ndio maana anaendelea kuwawekea mazingira mazuri ili mpate elimu vizuri, muishi vizuri. Lakini hata mazingira yenu haya ameendelea kuyaboresha siku hadi siku. Kwa hiyo mjue tu kwamba rais yuko pamoja na nyinyi, na, na sisi viongozi. Nichukue fursa hii kwa niaba ya, ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa ambaye naye yuko kwenye ibada, kumshukuru sana Dokta Samia Suluhu Hassan kwa mapenzi yake makubwa sana kwa mkoa wetu wa Morogoro, wilaya yetu ya Kilosa lakini na Tanzania kwa ujumla. Mheshimiwa Rais leo amedhihirisha namna gani ambavyo yeye ni mfariji lakini leo amedhihirisha namna gani ambavyo yeye ni mtu ambaye anaguswa na, wa, na wananchi wake katika nyakati tofauti tofauti. Moja ya nyakati muhimu kabisa ni siku hii ya leo, kwa sababu siku hii ya leo wengi wanaweza kuwa na furaha lakini wachache wakawa na huzuni. Lakini Mheshimiwa Rais akasema kwamba angetamani kuona wananchi wake wote wanakuwa na furaha. Leo tumetembelea maeneo matano. Tumetembelea makao ya watoto manne ambayo mawili yako halmashauri ya wilaya Kilosa lakini mawili yako halmashauri ya wilaya y Mvomero. Lakini pia tumeweza kutembelea gereza moja ambapo tumetoa mahitaji mbalimbali yakiwemo mbuzi, mahitaji ya vyakula yakiwemo mchere, sukali, unga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 inahitajika sana sana sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kutujalia uzima na afya na kutufikisha katika siku ya leo. Tunamwombea Mwenyezi Mungu kwa rehema zake na fadhala zake, kwanza Mwenyezi Mungu ampe uhai uliokuwa mrefu, tunamwomba Mwenyezi Mungu amzidishie uhai, tunamwomba Mwenyezi Mungu ambariki yeye pamoja na familia yake. Siku ya leo nilikuwa nikisubiria kwa hamu tena kwa miaka mingi nikaa na sehemu wangu nimehudumia huduma hizi kwa miaka thelathini, lakini mbona viongozi e, wangu wa serikali hawajaja kunitambua? Sema sio kunitambua, kutambua haki e, na huduma kwa wenye ulemavu wa akili. Mimi ni mzazi wa kijana ambaye alikuwa mwenye ulemavu wa akili ambaye ni kijana mwenyewe pekee ambaye Mungu alimpumzisha miaka thelathini iliyopita eh, lakini nikawa nimepata nguvu ya kuendeleza kampeni hii ya haki za wenye ulemavu wa akili tangu tisini na mbili mpaka sasa hivi. Hii ni taasisi ya pili. Taasisi ya kwanza nilianza tisini na mbili kwa miaka kumi na nane nikawa nimeitoa zawadi kwa taasisi nyingine ambayo wanaiendesha sasa hivi kwa kumbukumbu kumbu ya mwanangu ulemavu wake wa akili na viungo, nikaona kwamba e, yeye ndo alinipa msukumo wa ulemavu wake na namna ambavyo tumekuwa tukinyanyasika na huyu mwanangu na ulemavu wake, nikajikuta nianzishe kampeni hii na nisiiweke mjini kwenye ushindani, nikaona niiweke huku kijijini ambako wazazi wengi hasa kina mama wanaotelekezwa na wababa wanaolea watoto wenye ulemavu pekee yao. Hao kina mama wanaishi kwenye dimbwi la umasikini la msongo la mawazo, na umsongo wa mawazo kutokana na hali ya umasikini uliokithiri.